Vyama vya siasa ni taasisi na zinakusanya taarifa mbalimbali kwa wagombea, watu waliotia nia na CV za watu. Huyo mtu atakuwa ameleta hizo taarifa kwenye chama kwa sababu anataka zile taarifa zitumike kwa ajili ya kupata haki yake, e, ya, ya kidemokrasia, kuweza kushiriki kwenye, kwenye shughuli za kisiasa. Sasa kama taasisi tutatakiwa tujisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ili tuweze kutendea haki wale watu ambao watashiriki na zile taarifa zisivuje kutoka kwenye vyama vyetu. Kama tutazilinda, ina maana kila mtu atajenga imani pale anapoenda kugombea. Na hiyo inaongeza uungwana, ustaarabu na kuheshimu haki za binadamu. Nawasihi mzingatie sheria za nchi, mzingatie katiba za kwenu za vyama s na sheria tunazosimamia sisi. Sasa inapofika sheria hazikupatwa kanuni hazikupatwa, sasa mtaniona ni mlezi mkali au mlezi mkorofi. Lakini pab pamoja na hayo, bado katika huko hizi sisi tunaelekeza nini kifanyike, hizo zitatusaidia kuondoa na migogoro ndani ya vyama vyenu, pia zitatuepusha na sisi kwa tunakwaruzana na nyinyi. Sisi kama vyama vya siasa tuna taarifa za wanachama wetu kwa hiyo tuna wajibu pia wa kuweza kulinda taarifa za wanachama wetu zisitumiwe vibaya. Taarifa za watu binafsi zilindwe, lakini vile vile taarifa hizi ziweze kutumiwa kwa mambo chanya ya kuweza kutoa huduma eh, kwa, kwa wananchi. Chama chetu kiko tayari kujisajili katika utaratibu huo wa kuhifadhi eh, wa usalama wa data. Tunaomba sasa taarifa ambazo zitatoka bila ridhaa ya mwenyewe, basi hatua za kisheria zichukuliwe na mtu ambaye amedhalilishwa aweze kupata haki zake kutokana na utoaji wa taarifa ambayo haikuwa na ridhaa na mwenyewe. Kupata uelewa na mafunzo juu ya swala hili, hasa kuelekea uchaguzi, ni jambo muhimu sana, kwa sababu litafanya kwanza, litaleta ustarabu, litasaidia sana watu kuto kuchafuana chafuana, kwa sababu sasa kutakuwa sheria ipo.